Asifiwe Bwana, asifiwe tena. Nashukuru sana kwa kipindi cha nyimbo za sifa na shukrani. E, tumefika tena wakati mwingine ambapo tunaenda kuanza kipindi cha familia na kaya. Kwa hivyo ningependa kualika nyote ambao mnasikiza sauti hii popote mlipo, ili muweze kuwa karibu kwa ajili ya kusikiza yale ambayo Mungu ametuandalia. Katika jana, tuliweza kuzungumzia kuhusu mama kama mtunza wa, wa, wa nyumbani na tuliona vile mama aliye mwema vile anavyopenda watu wake vile anavyowashughulikia vile anavyowatetea. Hivi leo, mtumishi wa Mungu ataenda kuzungumza zaidi, na naomba kila mmoja atege sikio ili akaweze kunusuru familia yake. Mtumishi ambaye anaenda kutuongoza ni mwinjilisi Joseph Ofiro, na yuko tayari kwa ajili ya kuwaletea neno hili ili kujenga familia zetu, na kabla hajafika, ningeomba kwamba sote tuweze kunyenyekea kwa ajili ya ombi. Tunashukuru Baba Mwenyezi Mungu kwa wema ambao umetendea, umetuongoza toka jana katika kipindi hiki na leo Baba umeweza kumwandaa mtumishi wako ili aweze kuja kwa ajili ya kunena na familia zetu ili ziweze kujengeka kiroho, wakati tunapojiandaa kurudi kwako mara ya pili, mwongozi hadi mwisho kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Basi aliyowaletea mgeni, anayowaletea mgeni ni mtumishi wa Mungu Elda Matiu Matagaro, kutoka Majaoni. Barikiwe mtumishi. Bwana asifiwe, haleluya. The Lord is good. And all the time. Asante, karibuni tena kwa siku nyingine, wanaotusikiliza kwa masafa marefu, kwa runinga zetu kule nje, Facebook, Instagram na njia yote ile ya mtandao na hata kupitia kwa runinga zetu, tunakualika tukikwambia wakati ni sasa. Huu ni wakati ambao Bwana ameuandaa kwetu sote, tujiandae kwa ujio wake, na kwa vile shetani naye amekuwa na vita vikali katika nyumba zetu, maana anajua kanisa laanzia nyumbani, lakini tunamshukuru Mungu kwamba wakati ni sasa ambao Bwana anaenda kuingia kwa nyumba zetu na kuweza kuzinusuru katika jina la Yesu. Kama mlivyoambiwa jina langu naitwa Joseph Ofiro na ninashukuru sana kwamba tutakuwa tunaendelea na msururu wa mafundisho ya kaya na familia. Leo tutakuwa tunaangazia juu ya mawasiliano thabiti, mawasiliano thabiti ama effective communication. Mawasiliano ni chombo muhimu sana sana, hata sasa hivi tunavyo ndio pia vyombo hivi, nasi tunawahubiri hapa watu waweze kufikiwa, na ndivyo hivyo hivyo pia katika familia zetu tunahitaji kuwa na mawasiliano thabiti. Maana mawasiliano thabiti katika familia inatusaidia sana kuimarisha mahusiano mema na pia kutuwezesha kutatua mizozo kwa njia ambayo ni ya mwafaka katika nyumba zetu. Tunapokuwa tunawasiliana vizuri, tunaingiliana vizuri, tunaelewana vizuri basi utakuta ya kwamba itaboresha sana nyumba zetu, na hakuna uhusiano wowote ambao unaweza kunawiri bila uhusiano dhabiti kati ya wanandoa. Hamna, labda iwe tu wewe mlioana. Unajua hizi ndoa nazo zina shida nyingi. Kuna watu hawakupitia courtship, kuna watu hawakutongozana. Mwingine alienda tu labda Kisii, kamwambia mwenzake anafanya kazi Mombasa, akabeba akamwambia anafanya kazi poto akabebwa tu yani, ile ama ameunganishita, watu hawajuani, inaleta shida ndani ya nyumba. Lakini nataka nikuambie kwamba mawasiliano thabiti hufanya uhusiano kimapenzi kun... wajua eh, eh, mwanadamu ni mtu ambaye ko emotional, yani tuliumbika kwamba kuna vitu fulani vinatusisimua vinaleta furaha, lakini ikiwa mawasiliano yamekatika, inavuruga hisia zetu. Nakisha vuruga hisia, badala ya furaha. Unajua kuna chemicals huwa zamwagika mle ndani mtu akiwa na furaha. Sasa unakuta hazimwagiki tena, badala yake zaleta stress, kunakuwa na tension, mtu anakuwa tense. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna furaha katika nyumba. Ambayo kuna mawasiliano mazuri, watu hutaniana, mtu na watoto wake. Unajua, kuna watu na watoto wao, yani utafikiria baba akiingia utafikiria ni OCS ameingia, kituo cha polisi. Wale wengine wanabaki wanakaa hivi, na huyu ni baba mtu hapa. Yaani kuja kwako wewe nyumbani hakuleti furaha kwa watu, watu wana furaha ukiwa nje, lakini nyumba yoyote ambayo mawasiliano thabiti yamekita mizizi, hata na watoto wanatamani huyo baba atakuja saa ngapi? Hata na watoto, simu ikilia mama anazungumza na baba, na anti, na mjomba, na si baba. Kwa hivyo mahali popote, wapendwa ambapo uhusiano hauko, watu wawezi oga pamoja. Watu wanaoga pamoja tu wakati ndoa iko changa, wakati huo uko changa kabisa. Eee, hapo watu wanakula pamoja, watu wanaoga pamoja. Lakini nataka nikwambie ndoa yoyote ambayo mawasiliano thabiti yapo, hata katika umri wa uzeeni, bado utakuta bado kuna nafasi ya kucheka kuna nafasi ya kutaniana na kukumbushana vile ambavyo mlikuwa. Eh, wajua kuna wakati mnakaa na mke wako mnakumbushana, mwache mtaniana, mwambie ah, we nisinge kuoa wewe ungepata wa kukuoa si nikusaidia. Yeye pia akamwambia, ah, nafsi hata wewe pia nikusaidia. Yaani hizo ni nyumba ambazo kuna flow nzuri, eh. Watu wana, wana, watch movie pamoja. Acha zile acha yale mambo ya kuangalia kwa TV. Kuna wakati mnaweza kaa na mwenzako kitandani, mwaangalia tu kwa simu boresha ma mahusiano. Kwa hivyo, uhusiano wowote ambao hauna mawasiliano thabiti huishia kuleta kutoelewana, matatizo mengi, ukosefu wa furaha na vita vya saa zote. Asilimia kubwa ya ndoa zetu leo, na kuhakikishia kama mtaalam, watu hawasemezani, watu hawana furaha. Tutamsikia mtu anasema kama si watoto ninge Eh, Usisitiza juu ya mawasiliano yaliyo wazi na madhubuti. Yaani kule wazi, openness. Kila mtu anapewa nafasi ya kuweza kukaa na kuweza kujieleza. Kila mtu, kila mtu anapewa nafasi. Kwa hivyo unakuta kwamba katika familia zilizo bora, watu wote, watu wote, kila mtu, kila mtu ana nafasi ya kuweza kukaa na kuweza kujieleza katika familia hiyo wapendwa. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba Familia zilizo bora husisitiza juu ya mawasiliano yaliyo wazi na madhubuti. Mawasiliano yaliyo wazi na madhubuti. Familia zozote ambazo ziko. Kila mtu wapewa nafasi uweze kujiexpress feelings zako bila kuogopa. Wataka kumuuliza babako kitu, hakuna tension, wataka kumuuliza mme wako kitu, hakuna tension. Their families, um, kuna families ambazo eh, mama mke akitaka kumuuliza mtu bwanake kitu anapiga mahesabu mpaka anaulizana anasema, leo hajaamka vizuri huyu hajaamka yani, we mpaka uamke vizuri hawezi kuambia, mpaka ambie mamake ndio ikufikie wewe. Huwezi simu yako wewe, baba mtoto hawezi kugusa, anagusa ya mama, anagusa ya mama. Eh, basi unakuta ya kwamba kuna tatizo kubwa na wahusika katika familia zilizo bora. Watu wanaoishi katika hizo familia, kila mtu anahimizwa na e, wakati wamekaa kama familia, utakuta baba na mama wasema muwe mnajieleza, usiogope. Na watoto wanaokuwa katika nyumba ambazo watu wako wazi kujieleza, wanathibitika, wana build confidence na wanakuwa ni watu wanaweza jieleza. Kitabu cha Methali 15: ishirini na mbili. Methali 15:22 inatuambia hivi, pasipo mashauri makusudi hubadilika, bali kwa wingi wa washauri huthibitika. Pasipo mashauri, hata kiongozi wa nchi ambaye yeye ndiye anafanya kila kitu peke yake, baraza la mawaziri halijui a consult, hata kama ni permanent secretary ambaye hahusishi watu wake, hata kama ni acc, na hata kama ni kiongozi wa kidini ambaye hausiki wenzake, huo uongozi unadidimia. Pasipo mashauri, the same applies katika nyumba zetu, lazima tushauriane wapendwa. Mawasiliano ni lile tendo la kupitisha ujumbe kutoka kwa mtu huyo kwenda kwa mtu mwingine kwa njia inayoeleweka eh, na inamshirikisha anayetuma ujumbe wenyewe na anayepokea kwa hiyo ni sehemu tatu kwa mawasiliano. Nina ujumbe na, na upeana, unapokea. Je, na uleta kwa njia ipi? Na ileta kwa njia ipi? Ni ile mimi nazungumza na wewe, wewe uko kwa simu. Na hayo hizo ndio tabia nyingi, zimekuwa mke wako anazungumza na wewe we uko kwa simu. Hivi babe unasikia? Sinasikia. Wewe endelea, wewe endelea. Unajua the moment tunaendelea hivyo hata mimi na disconnect. Naona you don't au niheshimu, unanidharau. Mtu yoyote unayemheshimu anapozungumza na wewe, unaweka simu kando. Wewe utasikiaje? Uingie kwa ofisi ya mtu kisha unazungumza naye yeye, yeah, endelea kusoma gazeti, endelea kusoma gazeti, kisha uzungumze uje, haya eleza nikusaidia vipi. Unaeleza nimekuja, naitwa Joseph Ofiro. Oh siji eh, unaendelea afara kuja eh. By the way, ulikuwa unasemaje? Yani nimezungumza hapa kama cherahani, wewe unaniuliza nilikuwa nasemaje. Ni kuonesha kwamba wewe haujanithamini. Kwa hivyo katika mawasiliano, wapendwa, eh, mawasiliano humsaidia mtu kuwa wazi kwa kile anachokitaka, anachokihitaji na kile ambacho hataki. Kwa mfano, sisi ni couples, sisi ni wanandoa. Kuna jambo nataka hapa nyumbani mimi sitaki. hali ni pendezi, niko wazi kukwambia, niko wazi kukwambia wewe wataka kununua gari na mimi hatuna nyumba Mombasa hii sasa mimi nataka kuchukua loan tununue gari. Anambia, ah, "Ah, hai babe. Ah ah. Mimi naona tuanze na nyumba." Maana hii gari ili ukilileta bado litatia mafuta, litamaliza lita hela. Mimi na mawazo tu... na na haki ya kujieleza na unasikiza nyumba ambazo watu wanawasiliana watu wanakubaliana eh? Lakini kuna waume wengine eh akiamua kununua gari anatokea eh, tu na gari gari, gari la, la, la red la red na mama mama maybe akwa logic kwa red color hataki red color. Eh? Hamjawasiliana, mnashauriana, mnashauriana vizuri eh? Ili uwe mwasiliani bora, yani mwasiliani bora, yani a good communicator. Kama unataka kuwa mwasiliani bora, ujumbe lazima uwe kamili. Ujumbe wako tena uwe wazi, uwe ujumbe eh, na uwe mfupi na sahihi, na wewe unayezungumza uwe mtu mwenye adabu. Ukitumia njia nzuri ya mawasiliano, kwa mfano saa hizi naweza muita Eric Eric, njoo. Hata anapokuja anakuja ako tense, maana tayari sauti yangu imeashiria ukali. Yeye mwenyewe akija anashindwa, hey, nimefanyaje? Na kule naweza mwambia Eric, hebu njoo. Maneno ni yale yale, lakini kwa njia ya upole, kwa njia ya upole. Na ndoa nyingi zina matatizo sababu mwenzaku anza kuuliza haya, e, sijui simu yangu umeiona, kwani mi ndio huwa naeka mimi. Tayari sasa mwatoka kwa simu, mwaanza kugombana sababu hamna mawasiliano. Kwa hiyo mawasiliano yapendwa yanatusaidia sana kujenga urafiki madhubuti na inatufanya tunaeka jamii zetu zinaelewana vizuri, na hata si jamii tu, hata kanisani, hata kanisa, hata kazini tunapokuwa na mawasiliano mazuri, na ni kiungo muhimu sana kwa maisha ya kila siku ya mwanadamu, vile unawasiliana na watu eh? Kuna watu wengine hata unashangaa, unaweza panda matatu, mtu anaombwa tikiti, alitoka kwake akijua kabisa akihabiri gari lazima alipe tikiti, akiulizwa tikiti, ha nini wewe, nitakulipa eh, eh, si tunaenda feri ndakul...... yani, by the time anafika, wamegombana kutoka lights mpaka huku na ni kwa sababu uli, uliombwa tikiti kama bado, unaona wewe ungemwambia nipe muda watoa wa sauti. Kwa hivyo wapendwa, nataka nikwambie wewe naye nisikiliza mahali ulipo kwamba mawasiliano ni kiungo muhimu sana, na uwezo wa kuwasiliana ni kipawa, ni karama ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ili kujenga mawasiliano, na mawasiliano huanza moyoni mwetu. Ukimwona mtu ametoka hapo anaabiri gari kwenda Malindi, kwanza amefikiria. Kwa hivyo mawasiliano yanaanza ndani ya moyo wetu, na baada ya kuanza sasa inatuelekeza kile ambacho tunataka kufanya, na ndio maana Biblia inatuambia katika Mathayo sita ishirini na moja neno la Bwana lasema hivi, kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwa na moyo wako. Kile ambacho wewe unafikiria na unatamani na unamsukuma nacho hapo ndio hazina yako itakuwa na inatoka moyoni. Kama unaabudu hela, kuna watu wanaabudu pesa mpaka hawana muda wa kuja kanisani, hawana muda wa kumtumikia Mungu, hawana muda wa kujali hata watoto wao. Kuna watu si, hapa nafikiri labda mna labda huko nje ambao wanaamka asubuhi saa kumi na moja, anarudi yeye nyumbani saa nne, siku anafungua duka saa kumi na moja auzie mtu wa kwanza kwenda kazini, auzie mtu wa mwisho saa tano akienda kulala usiku amekaa na hela amezishikilia hivi ameisha amechoka, mpaka anafanya kuamshwa. Baba fulani njio ule hata akilala leo asubuhi atauliza nilikula jana, maana mwili umechoka. Kwa hivyo kile ambacho u, u, kiko moyoni, hicho ndio kitakusukuma. Hivyo kuna umuhimu wa kutunza moyo wako, kwa sababu maneno tunayosema na vitendo tunavyofanya vyatoka moyoni. Kimwona mtu anafanya kitu fulani, ilianza ndani ndipo sasa akaenda kutenda. Eh, Methali 4:23, neno la Bwana alasema, Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi chemi za uzima. Linda moyo wako. Kuna mambo mengine hata si lazima uzungumze. Mengine si hata unyamaze. Lingine laweza tokea likakukera likakudhi, lakini tena ukinyamaza ni afadhali kuliko kuzungumza. Angalia juzi pa afisa wa polisi mwingine ametoka maeneo, sijui ni Garissa sijui wajia kwenda zake Homa Bay, ameenda akanunua soda na mikate akaja akakoroga akawapa watoto, watoto wamekufa, na yeye akanywa akafa. Na ukichunguza vizuri utakuta maana ameandika pale, mkuu sijui wa wake bosi wake vipi ya, na labda ni mambo tu watu wanaweza kutatua hivyo. Ni kusema kile tunachokithamini moyoni mwetu kitachochea tamaa zetu na hivyo kutusukuma kufanya maamuzi. Nataka nikwambie hivi, maisha ni asilimia kumi ya kile kinachotufanyikia na ni asilimia tisini ya vile tunavyoguswa na kuitikia, the way we react to that situation. Lakini ni asilimia kumi tu ya kile ambacho kina, lakini sasa reaction. una react vipi? Na lililo la muhimu maishani alihusu sana tukio the event, the circumstance kile ambacho kimetokea, uh -uh. Ama mazingara yanayotu uh -uh. Bali ni mwitikio wetu kwa kile jambo. How do you react? Una react vipi kwa hilo jambo? Na tumeona watu wengi ansikia jambo hawezi lala linamwasha, but wataalamu wanasema ukisikia jambo ukienda ukilala kesho yake ndio uliamkia lile jambo, hasira huwa zimetulia. Na uwezo wa kutokuitikia ndio nguvu madhubuti ya kutiisha hisia zako, the power of not reacting is the ultimate power of managing your emotion. Wakati hauwezi kureact, mtu anaweza kutukana namwambia asante. Mtu anaweza hebu, hebu fikiria, mmeo amerudi, ama mke wako. Unajua kuna wanawake wengine nakwambia, wakianza kuzungumza utafikiria ni teprekoda akianza pae, nyamaza tu. Unajua itafika mahali anasema, yaani ni madharau, nazungumza na wewe na ujibu, we nyamaza tu. Atamwaga, atamwaga, atamwaga, kisha betri itaisha. Atafanya nini? atalala. sasa kesho, kesho wakati kumetulia, a mwambie, beb, ni sawa, jana ulisema hili na hili, ni sawa Naomba msamaha kwa yale lakini naomba tuwe tunasemezana eh. si lazima tushout. Haya ni mambo tunaweza tatua, si lazima maana. Jibu la upole wapendwa latuzi, latuliza nini? Latuliza. But kuna watu hawana uwezo wa kuto react. Unaweza mkuta hata mtu ndani ya kanisa ni mhubiri ama ni pasta, akisikia jambo amesemwa amesengenywa na washiriki, anatengeneza sermon you are now reacting, anatengeneza sermon, anahubiri mpaka unajua kabisa hili analolihubiri hili ni yale tunazungumza juu yake. Wajua, unaonekana kama mjinga hapa, maana wameketi wanakusengenya. You are now reacting. Ah, ah, tulia tu, tuliza bole, uwe mtu ambaye unaweza kumanage emotion zako. Unatulia na utakuta kwamba itakusaidia sana. Watu ambao hawawezi kudhibiti hisia zao hawawezi kudhibiti maisha yao kwa sababu huathiri sana jinsi wanavyowasiliana na watu wengine. Kama huwezi kudhibiti, huwezi kucontrol hisia zako. Mungu alituumba ili tuwe na uhusiano na pia alianzisha yeye mawasiliano. Kwa nini? Kwa sababu alituumba na alipotuumba alijua tutawasiliana. Huyu mwanamume alikuwa peke yake, na kuna ndovu, kuna nini, kila kitu, lakini Mungu akaona huyu mtu ako peke yake akamletea mke na huyu mke alipoletwa, Mungu akaanzisha na uhusiano pia, mahusiano na Mungu mwenyewe. Anawasiliana na sisi kwa njia ya Maandiko, nasi tunamjibu kwa njia gani? Tunapoomba wakati, wakati alisoma neno, twawasiliana na Mungu unless wewe si mtu wa kiroho, unless unasoma Biblia kama kitabu kama gazeti. Lakini ukisoma Biblia ukisoma Biblia hivi, Mungu anawasiliana na wewe kisha anapowasiliana na wewe sasa na wewe unapoomba wamjibu, na unapoomba wajua, kuna watu wengine wanapoomba utafikiria wanagombana na Mungu, wanagombana, yaani awarelax awa, yaani wako tense, wanakimbia, yaani Mungu ni baba yako, zungumza naye tu kwa upole, mwambie unalotaka kwa upole. Na hiyo ndio imekuwa ni shida kwa, kwa hivyo kusikiza na kuzungumza vyote ni muhimu kwa kujenga uhusiano kusikiza na kuzungumza vyote vinahusika. Ni faida zipi ambazo tunazipata tunapowasiliana kama watu wanaomcha Mungu? Kama wewe mahali ulipo, ni mtu na mcha Mungu, ima uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo, uwe ni Mbudha, unamcha Mungu kwa namna zako. Je, unawasiliana vipi ili watu waweze? Kwa sababu tunapowasiliana kwa njia ya ku ambayo inadhihirisha sisi ni watu tunamcha Mungu, inaleta mibaraka na furaha, inakuza inakuza urafiki na upendo, kwa sababu kicho cha Mwenyezi Mungu kindani yetu kinaonekana kinaonekana, yani hata katika matamshi. Inaleta amani na utulivu, na nataka niwaambie wasikilizaji wangu na wanaonitazama kwamba jambo muhimu kwa mwanadamu, muhimu muhimu tena sana, si fedha si vyakula, si magari, hata si nyumba kubwa. Zipo nyumba kubwa hazilaliki. Kitu kikubwa na muhimu kwa mwanadamu, wapendwa, ni amani na furaha. Kama hamna amani, hata kuku yaweza kaangwa, pilau yaweza pikwa, nakwambia, mpaka ukiangalia hivi hata washindwa, hii ni nini? Hamna appetite, imekwenda. Lakini mahali popote penye furaha, hata kapikwa mchunga hata papikwe mchunga nasima, nakwambia inaingia, kwa sababu pana amani. Na ndio maana Yohana kumi na nne ishirini na saba Bwana Yesu anatuambia, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo, msifadhaike mioyoni mwenu na wala msiwe na woga, Bwana Yesu anasema. Kwa hivyo muhimu kwako ni Uwe na amani, acha mtu asikusumbue, na usijaribu. Unang'ang'ana unataka ku-please watu, acha kuishi kwa script za watu. Furaha na amani utapata mwenyewe. Usijiue eti kwamba sipendwi, fulani anipendi, unataka kuyuka. Uwezi lazimisha mtu kukupenda. Jipende mwenyewe, mpende Mungu na utapata furaha. Yes, sikae tu, hatunangangana huyu mwanaume anipendi. Eh, muombe kama anakuja saa tano azungumzi na wewe wewe, omba na huyu Mungu, ukimuomba atavunja vunja ngome zote za Ibilisi na utamwona siku nyingine amerudi mwenyewe, asema hi babe, akikuita lile jina lile mlikuwa mnaitana wakati wa courtship, ujue sasa hiyo shindano imeingia. Ukisikia bado anakuita kuita mama nyagofia bado, ujue bado hapo hujaomba kwa kutosha. Lakini nataka nikwambie inawezekana kwa maneno yaliyoneemeshwa hukuza urafiki. Na anatuambia kwa Methali 16:21. Aliye na hekima moyoni ataitwa mwenye busara. Utamu wa maneno huongeza elimu. Kama una busara, kama una busara na hekima, maneno yako yanaongeza elimu. Kwa hivyo kuwasiliana, wapendwa, ukitumia maneno mazuri yenye adabu na yenye furaha, inayeyusha moyo wa mtu hata kama alikuwa amekasirika, amekasirika, ukishuka unakuta na yeye anakaa. Kwa hiyo maneno yaliyonemeshwa huponya uponya. Hata wakati unaomba, kama unaomba na kicho cha Bwana na maneno yanatoka ambayo yamejaa neema, uponyaji unashuka tena, unashuka na wanaoombewa, hata wanahisi uwepo wa Bwana. Na nakwambia hata kama umekaa unatoa himizo mahali popote, umesimama ima iwe ni kanisani, iwe ni mahali popote, na unazungumza maneno ya yaliyojaa neema, wanaopokea wanapokea kwa uzuri si ile unakaa maneno. Kuna wazazi wanazungumza maneno. Nilikuwa nazungumza na vijana wakati mmoja wa, hawa wadogo teens, wananiambia mama mmoja alikasirika, alikasirika kweli, mpaka anaambia mtoto wake kukuzaa wewe ni hasara, wewe ni shetani kabisa, afadhali ninge ningebeba mimba nikazaa mkate nikala kuliko yaani, mtoto wako mkate, mtoto inamsumbua hilo Ilibidi nianze kufanya counseling, maana mama anasema. Afadhali chagua maneno, chagua maneno yanayojenga, maneno yapendezayo. Wapendwa, Methali 16:24 anasema maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Kwa hivyo, wapendwa, Mungu anahitaji tuwe na mawasiliano meng, mengi ndani ya kanisa ndani ya nyumba zetu, tuwasiliane vizuri, tusiwe na tension. Kuna watu wengi hawana muda na wapenzi wao, hawana muda. Unakuta mtu amebeba amebeba laptop nyumbani, ati niko na deadlines za commit kazi ya KPA ikianzishwa. KPA, ulikuwa kwa wewe, ulikuwa wapi wewe? hamna hata. Alifariki bwana mmoja juzi juzi hapa, alikuwa anakuwa rated, rated as the best CEO in Africa. The guy hakuchukua hata 24 hours, alikuwa replaced. Wewe mwalimu, kuna staff room imewekwa kabisa, staff room mali mna mark vitabu wabebana na vitabu kwenda ku mark nyumbani. aa, aa. Mungu ni mwema, alitupatia masaa nane, masaa nane ya kulala, masaa nane ya kupumzika na kusocialize na family, na masaa nane alitupatia Mwenyezi Mungu ya kufanya kazi, lakini wewe huna time. Kwa hivyo hivo, wapendwa, nasema kusema kwamba ni vyema sana sana, Mungu atujalie tuwe na muda mwingi wa kuweza kuwasikiza wenzetu. Mwana saikolojia mmoja napomaliza wa humanistic therapist Carl Rogers anasema, mtu yoyote aliyepewa nafasi na kusikizwa huwa anakomaa kihisia, anakuwa mtu wazi, anajisikiza na anaweza kujieleza. Wapendwa, namalizia nikiwaambia kwamba tunapowapa wapenzi wetu na watoto wetu nafasi, watahisi tuna wathamini, tuna wavalu wakati huo wae, wanaona tuna wa, tunapokaa na kuwapa nafasi inawapa inawapatia nafasi ya kutuelewa inato, na tunapokaa tena na kuwapa nafasi watu wale, watu, watu tunakaa na wao wapendwa, inafanya tunaweza kuwa approachable, watu hawatuogopi maana wanajua. Na unapozungumza na mwenzako tafadhali, mwangalie macho, nod, uwe mtu ambaye unampa ile attention. Inatakana na the, kuna kile tunaita active listening, kusikiza kwa makini. Mwenzako anapozungumza na wewe, sikiza. Sasa hivi nyinyi mlio hapa mnanisikiza, lakini kuna kelele za magari huko nje. Hamsikizi hayo kwa sababu mnanisikiza. Msikize mwenzako. Kwa nyumba mnapokaa, mpe nafasi, msikize, funga redio, achana na mambo mengi, na yeye ataona kweli unamjali. Mungu aweze kuwabariki, jina la Bwana lipate sifa. Tunaporudi manyumbani na wale mliko kule nje, jaribu leo kamsikize ka mwenzako na Mungu atawapa uwezo wa kusamehana na mtadumisha mahusiano ambayo ni mazuri. Tunaomba pata sifa Mungu wetu. Asante jioni ya leo, asante kwa kutuleta pamoja. Wanaosikiza kule mbali, Bwana ukawe pamoja na wao. Sisi ambao tuko hapa pia, Bwana utujalie, tuwezeshe Mungu wetu, tuwe na mahusiano mema na tuwe na mawasiliano thabiti katika nyumba zetu, makazini mwetu, na katika nyanja zote ambazo Bwana umetuita kwayo utujalie sote maana twaomba kwa imani, ni katika jina la Yesu aliye Bwana wetu Amen, amen, amen. Kwa kweli mchungaji mizu...